Karibu kusikiliza habari kutoka Grand Lac TV za Sound of News. Wewe unaosikiliza si nyingine ni Grand Lac TV, ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama ya kengele, like, comment and share. Hapo utakuwa namba moja kabisa kusikiliza habari kutoka Grand Lac TV. Grand Lac TV za Sound of News. Ya tunajielekeza huko Norokivu. Ikumbukwe Norokivu ni Goma. Yaani, ukisema Nord Kivu hapo watu wote wameona Goma, katika mji wa Goma. Ikumbukwe mji wa Goma huu ni mji ambao umekamatwa na hao manyanguzi hao M23 magaidi, ambao wanakuja kuwa waraia bila ambao wana hatia. Sasa hii leo katika wilaya ya Kibumba pamepita mapigano makali sana kati ya wazalendo hao na wanaungwa mkono na FARDC Takribani vijiji vinne vi, kwa vitano ambao walikuwa wameshikilia hawa magaidi, wamefurushwa. Tega sikio usikie, takribani vijiji vinne kwa vitano magaidi walikuwa wameshikilia takriban ya mwaka takriba. Sasa leo wamefurushwa na wanaume hawa wazalendo, ambao wanaungwa mkono na majeshi ya taifa. Ikumbuko kwenye majeshi ya taifa kuna wasaliti ambao wanatoa siri kwa kupatia magaidi pesa inatembea. Sasa wewe unapewa hiyo pesa. Unaenda kuua ndugu zako, unaua watoto, watoto wako, hiyo pesa utakula na nani? Kula pesa ukiwa na watoto wako, ukiwa na ndugu zako. Sasa wewe unapewa pesa, unaenda kuangamiza ndugu zako, hizo pesa utazikula na nani? Hiyo ni swali. Question mark. Tuma maoni yako hapo kwenye namba yetu ya WhatsApp, tutaisoma, itakuwa iwane masaa ishirini na nne kwa ishirini na nne Sasa hii vita leo, wamekuja kujiingiza mkenge, wamepigwa sana. Yani, walipoteza watu vitu. Unaona, vijiji vinne vimegombolewa na wazalendo ambao wanaungwa mkono na far katika kijiji au wilaya ya Kibumba, moto unaendelea, wanaume wamesimama kutetea nchi yao. Haiwezekani watu watoke nje ya nchi wakuje kuleta sheria kwenye nchi yenu na ninyi mpo sisi wote ni Waafrika, sisi wote ni watoto wa Jamhuri wa Kidemokrasia ya Kongo. Lazima tutetee nchi yetu kwa hali na mali. Leo kingali unasema mimi siwezi, kesho itafika kunyumbani kwako, utaenda wapi? Lazima usimame kidete ili utetee nchi yako kwa hali na mali, mtu nenda, mtu baki. Hapo ndiyo itakuwa utaandikisha historia kizazi na kizazi. Kuna watu wanasema porojo hizi kwenye mitandao, wanatishia watu, tunateremka sehemu fulani, tunaenda sehemu fulani, mtafana na miaka mtakuwapo hapo, mtaenda sehemu, kwa sababu wanaume hao wameshasimama kutetea nchi yao. Sasa muungane mkono kwa mkono, ili mtetee nchi yenu. Hakuna mtu ambaye atakuja kuwapigania kutoka nje ya nchi bila ninyi peke yenu. Nyinyi ndiyo mtaanza kwanza, watu watakuja kuwasaidia baadaye. Grand Lac1 TV iko kwa ajili yenu. Grand Lac1 TV ni chombo cha Afrika, chombo cha ulimwenguni, kinawapa sapoti asilimia mia kwa mia. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Usisahau kusubscribe channel yetu hapo Grand Lac TV TikTok, Grand Lac TV Facebook, Grand Lac TV Snapchat, Grand Lac TV Instagram. Hapo utakuwa namba moja kabisa kusikiliza habari kutoka Grand Lac TV. Na hapo utakuwa umetuunga mkono asilimia mia kwa mia. Toa maoni yako hapo kwenye namba yetu ya WhatsApp ambayo inapita hapo chini ili tuisome na wengine wasikie.